Huu ni moto ambao umezuka ghafla katika maeneo ya Kigogo Fresh A kwa Mustafa majira ya saa moja usiku ambapo nyumba moja ilishika moto na kuanza kuungua, hali iliyozua taharuki na hofu kubwa kwa wakazi wa mtaa wa Kigogo Fresh A. Baada ya nyumba ya kwanza kushika moto, watu walianza kukimbia huku na kule, kwani kushika moto kwa nyumba ya kwanza kulisababisha na nyumba nyingine ya pili kushika moto, hali iliyofanya watu kuanza kuhamisha vitu katika nyumba hiyo ya pili iliyokuwa imeanza kuungua. Tukio la moto liliinua simu za raia na kuanza kupigia simu jeshi la zimamoto, lakini matumaini yao yaligeuka majonzi, kwani majibu ya jeshi hilo yaliinua ujasiri na umoja wa raia kuanza kutumia njia mbadala kuanza kuzima moto bila kuhofia hatari yoyote. katika tukio hilo lililowakusanya watu wengi, mwenyekiti wa mtaa wa Kigogo Fresh Fikiri Nyambiza amezungumza na kueleza kwa undani juu ya tukio hilo. Ndio e, ni kit serikali ya mtaa kuu. Mimi bwana, baada ya kupata hizi taarifa za uunguaji wa hii nyumba okay, kwanza kabisa nilipiga simu fire brigade, okay. Na baada ya hapo, nikaambiwa fire ipo mwimbili inakuja, okay. lakini uko njiani, kuna foleni, ndio foleni kubwa saizi jioni, nadhani wote tunafahamu okay. kwa hiyo nadhani ndio maana imechelewa kufika, okay. Lakini pili, nikapiga simu TANESCO ndio wakaniambia wanakuja, lakini tayari wamesha disconnect umeme. Baada ya hapo, nikapiga simu polisi, nikampigia OCD ndio, OCD naye ameniambia vijana wake wanakuja ah, okay. Lakini wakati tunaendelea kufanya mawasiliano na hao wahusika, tayari vijana wangu walikuwa wanapambana kuzima huo moto. Moto wenyewe ulianzia hapo sitting room mm -hmm. Nasikia mimi naaz sitting room. Ngumu, kisha baadaye ukaanza kusambaa kuenea kwenye nyumba nzima. Zima, lakini vijana walipambana kwelikweli, aa, kama unavyoona sasa hivi hali ikuwa, mm -hmm. Wamesha zima mtu ambaye okay. Amejeruhiwa sasa kwa hilo kweli, basi sipata information za mm -hmm. Sahu, kwa kwa sababu hakuna uhakika ndani kama kulikuwa na mtu mm -hmm. au kama kulikuwa hakuna mtu mm -hmm. na je hawa ambao vijana wanaohangaika hapa kusaidia kupambana na huo moto, kama kuna yeyote ambaye amejeruhiwa taarifa. Pia baadhi ya wakazi na walioshuhudia tukio hilo wanaeleza kwamba nyumba imeteketea na moto na bahati mbaya kwamba athari nyingi zimekwenda me, na maji nafikia, kuna vitu ambavyo wenyewe amba tumevikosa, lakini pia vile vile nyinyi wenyewe mmeshuhudia, mmeona ni vitu vichache sana ambavyo viliweza kuokolewa, lakini asilimia kubwa ni kwamba vitu vingi vime ungua moto. Kwa hiyo ni matukio ambayo hata sisi viongozi wa serikali za mitaa bado tunazidi kujiuliza kwamba shida ni nini, safu ni nini mpaka tumetokea hapa. Ajali ya moto chanzo chake labda mnafahamu? Ah, chanzo hatufahamu, ila tulivyoona kwa sababu mimi nakaa hapo mbele hapo nyumba hapo hiyo ah, tumekaa tunaona moshi juu umetanda, hiki nini, ikabidi tukawa tumekimbilia tukaona dirisha dirishani, nyumba in, in, in ina chumba na sebule. Moto umetokea ni chumbani, haujatokea sebuleni. Tunaona dirishani kule moto unawaka, unaangalia moto vipi umetokea wapi, tunaangalia dirishani. Tukajitahidi kuzima, lakini hatujapata mafanikio, nyumba ikawa mezidi kusanda moto. Baada ya hofu hiyo kutanda, ni hatua gani ambayo mlichukua ya awali kabisa? Ha, watu wakawa wanazungumza, jamani, tuwapigie fire, jamani, tuwapigie fire kwa ile fire wakapata namba, wengine wakapiga faya, lakini mpaka dakika hii faya hajafanyaje hajatokea, lakini hali ya wananchi kusaidia na mpaka sasa hivi moto umeshazimwa. Nini maoni yako hasa kwa wananchi wa mtaa huu wa Kigogo? Ah, kwanza tunashukuru, tunashukuru kwa, kwa sababu gani? jitihada wananchi wameonesha, mafanikio lakini hayajapatikana vitu vingi vimeungua, lakini wamejitahidi kwa kweli, wamesaidia hakuna matukio ya wizi labda, ambayo hapana m na neno lako kwa faya ambao waliitwa lakini hawakufika mpaka sasa hivi. Ah, kwa kweli neno langu kwa faya, naomba tatizo linapotokea wao wajitahidi mapema kufika, kwa sababu kuna maafa mengi, kwa sababu nyumba zingine zimefanyaje zimeongozana. Wasipofika kwa wakati inatakiwa, inawezekana tatizo likatoka huku likaendea upande mwingine, kwao wajitahidi kufika kwa wakati wanapo Ikumbukwe kuwa katika siku za hivi karibuni, Chanika pia kulizuka moto na mara hii imetokea katika maeneo ya Kigogo Fresh A kwa Mustafa, kitu ambacho bado kipo vichwani mwa watu na kinaendelea kuzua taharuki. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii.